Kwa hiyo kwanza, kama waziri wa kazi kwa niaba ya serikali nawapongeza sana kwa kuwa mekuwa chanzo cha ajira. Lakini la pili niwapongeze Omega Fish. Nimekagua namna ambavyo mnazingatia. Nimeanza kwenye mchakato wa kwanza kabisa awali, mmenipitisha na kila mchakato, nilikuwa naona ni namna gani mnavyo comply na zile taratibu na kanuni za usalama mahala pa kazi. Nimeona kuanzia mnapoanza kupokea na kuchambua samaki kuona je tunajali watu wetu kuvaa vifaa vile vya kuwakinga mpaka mchakato wa mwisho wa kufunga na kusafirisha mm. Nimeona michakato yenu yote imezingatia sana zile taratibu na kanuni za usalama mahala pa kazi. Na hii natoa wito kwa wamiliki wote wa viwanda wapatao 64 hawa ambao wamewekeza katika sekta hii ya uzalishaji na uchakataji wa mazao yatokanao na uvuvi wahakikishe wanazingatia hizi kanuni na taratibu za usalama mahala pa kazi, na sisi kama wizara inayoshughulika na kazi kupitia taasisi yetu ya OSHA tutakuwa karibu sana kuhakikisha kwamba nguvu kazi yetu tunailinda, na ndio jukumu letu kama serikali kulinda ile nguvu kazi, pamoja na hayo ya kusimamia ajira. Changamoto zetu tumeziona, kwa sababu na sisi kama serikali katika kipindi hiki cha awamu ya sita kipindi cha pili cha Daktari Samia Suluhu Hassan. Ilani pia ya Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama tawala kimeeleza bayana kwamba tuna mpango na serikali hii ya, ya Daktari samia Suluhu Hassan itazalisha ajira zipatazo milioni nane. Kwa hiyo sehemu mojawapo tunayotegemea kuzalisha hizi ajira milioni nane ni kupitia sekta za uzalishaji kama uvuvi. Tumeona nyie peke yenu kwa sekta ya uvuvi mchango wenu ni mkubwa. Kwa mlolongo wa yale mambo yanayowakwamisha, mlolongo wa zile changamoto zinawachukuma, zote tunazibeba kwa uzito mkubwa na sisi na hasa mimi, waziri ambaye nimepewa jukumu la kupambana kutafuta ajira kwa ajili ya Watanzania, takuwa mstari wa mbe, bega kwa bega na nyie kuhakikisha zile changamoto zenu, na kama alivyosema ndugu yangu katibu mtendaji wa chama chetu cha wamiliki wa viwanda vinavyochakata mazao ya uvuvi, yale yote uliyoyasema ndugu yangu kama serikali tunapokea kwa uzito mkubwa, na hata akija mheshimiwa waziri mwenye sekta Balozi Dr Bashir naye atabeba kwa uzito mkubwa, na mimi kama waziri naye akusimamia ajira na mimi nimebeba kwa uzito mkubwa, na nimefurahi sana kuona kwamba sio tu usalama mahala pa kazi, lakini nyie mmeenda mbali zaidi. Nilikuwa naangalia, je, mna comply na upelekaji wa michango kwenye hifadhi za jamii NSSF? Nimepata taarifa kupitia afisa utumishi e, na nimeona hapa kwamba nyie mnachangia NSSF kwa wafanyakazi wenu well. Na hili ni takwa la kisheria, na hili pia niendelee kutoa wito pia kwa wamiliki wengine wa viwanda hivi na wamiliki wote katika sekta binafsi. Na hili jambo nimelisema mwezi wa 12 kwamba tutakuwa na operation kabambe ya kuhakikisha kwamba waajiri wote wanapeleka michango kwenye hifadhi ya jamii kwenye mfuko wetu wa NSSF kwenye sekta binafsi, ili watumishi hao watakapomaliza kipindi chao cha ajira, mikataba yao itakapokuwa inaisha, kuwepo na pension itakaowasaidia kuendesha maisha baada ya kutoka kwenye ajira. Kwa hii niwapongeze sana sana, mme comply na jambo hili, lakini hamjaenda tu hapo kucomply na haya mambo ambayo nimeyasema yote, lakini kubwa zaidi ni haki za wafanyakazi kupitia vyama vya wafanyakazi. Nimefurahi kuona hapa kuna tawi la tui Tuiko ni chama ni, ni chama kinachosimamia haki za wafanyakazi kwao. Maana yake eneo lenu ni la kazi. Mfanyakazi atakapopata shida na mwajiri, ana sehemu ya kusema kwenye chama cha wafanyakazi, na chama cha wafanyakazi kimeundwa kisheria ili kusimamia haki za wafanyakazi lakini leo Mheshimiwa Waziri amekuja kujiangalia, kuangalia je, hiki ninacholetewa ni sahihi. Lakini mmeona ameridhika, amesema OSHA inafanya kazi nzuri sana. Lakini katika kufanya kazi nzuri kwa OSHA kuna encourage more investment, kwamba hao wawekezaji sasa wanapata fursa ya kuhakikisha kwamba Tanzania ni sehemu salama ya kuwekeza, kwa sababu sheria zipo zinazo add value kwenye zile production ambazo wao wanazifanya. Lakini mwekezaji huyu alivyo hapa ametengeneza ajira sisi tunaangalia pia hizi ajira zina staha, hawa wafanyakazi wanavyofanya kazi hapa, usalama wao ukoje? Kwa hiyo vyote tumeona kwamba wafanyakazi wako salama, lakini uwekezaji unaongezeka, lakini ajira pia zinazaliwa. Kwa hiyo sisi tuko hapa kama follow up inspection, lakini tutaendelea kisekta katika maeneo mengine, kama mlivyomsikia mheshimiwa waziri alivyosema kwamba tuko kanda ya ziwa tutaenda kwenye migodi kuangalia uzingatiaji wa sheria, lakini tutakwenda maeneo ya viwandani kuangalia uzingata, uzingatiaji wa sheria, viwanda vya chuma, viwanda vya simenti, viwanda vyote, ili kuhakikisha kwamba Watanzania na nguvu kazi iliyoko kule inakuwa iko salama. Kusema ukweli, swala la upungufu wa samaki limeathiri upande wa ajira kwa kiwango kikubwa, kwa sababu miaka ya nyuma sana tulikuwa tuna uwezo wa kukata samaki tani 65 kwa siku na wafanyakazi walikuwa kwa siku wafanyakazi zaidi ya mia mbili lakini kwa sasa hasa katika hii miaka minne hapa mpaka sasa hivi hali sio nzuri, tumepungua, tuko sasa hivi tunakata asilimia ishirini ya uwezo wetu, na wafanyakazi wamepungua kiasi kwamba sasa hivi almost tuna watu waliopo katika mkataba ni kama 85 hivyo. Kwa hiyo athari ya upungufu wa malighafi ni inaathiri pia ajira. Hii ni Tanzania Habari.